Katika mlolongo ungea, wa haya mambo saba tuliyoyaongea kwenye mchakato wa kujitambua part 2, jambo la mwisho ni hili la kuchukua hatua, take action, kwa kila jambo unalo lipangilia, maana kuchukua hatua ndiyo hatua inayokuonyesha sasa. Kwa watu kama mimi nilipojifunza saikolojia na elimu ya jamii maana ndiyo eneo el, langu el, la elimu ya jamii na elimu ya maendeleo. Nikaanza kutengeneza haya mafundisho, na nilipoanza kuyatengeneza haya mafundisho sikuishia tu kuyatengeneza, nikaanza kuyarekodi, na baada ya kuyarekodi nikaanza kuyaedit, na baada ya kuedit nikatengeneza hii channel, na kutengeneza channel nikaanza kukuwekea haya mafundisho hapa. Kwa hivyo nimefanya ni, ni hayo mambo yote mpaka kufika hatua ya wewe kuanza kunisikiliza kwa leo. Na si hili tu, mengine yameenda kwenye matendo yanayoonekana kwa wale watu wanaonitambua. Kwa hivyo, ndugu yangu, ili ubobee kwenye mchakato wa kujitambua, lazima uwe tayari kuchukua hatua. Unapochukua hatua, unaanza kufika utekelezaji wa mambo yanayokuletea uwezo wa kujitambua.